Hmm? Mjomba. Unawezaje mjomba, eh? Mjomba. Unawezaje wewe kulala na kuamka saa nne asubuhi? Hujui unafanya nini siku hiyo? Hauja plan siku hiyo unafanya nini? Ikiwa tajiri, matajiri wenye hela zao wanakuwa washapangilia, wamepinda mgongo na kuandika nini cha kufanya kuanzia asubuhi hadi jioni, siku hiyo inavyokwenda na kuisha. Lakini wewe sometimes akaunti yako iko zero, au sometimes akaunti yako ina laki tano. Sometimes mshahara wako wa kwanza wa mwezi na hadi mwisho wa mwezi haufiki Umenelewa? Inabidi upate advance pale katikati, lakini haujui ni kitu gani utakachokifanya ukiamka. For instance siku ya kesho ambayo Jumapili haujui kabisa, yani wewe ukiamka, haujui umeamka late, hujui unafanya nini siku hiyo, wewe tu unaendaenda tu eh? kama vile umeona mbele giza, huoni njia ya kupita sasa unapapasapapasa kama kipofu, hujui unaenda wapi mjomba. Kwa njia hiyo mjomba utafeli, nakwambia mjomba utafeli kwa njia hiyo. Panga mambo yako siku moja kabla ili ujue unaishi vipi siku inayofuata. Ivan the Don, continue to subscribe to my channels. Very, very important kwako na utajifunza mambo mengi sana sana sana ambayo atakujenga kimaisha, kiofisini, kimtaani. Utajijenga mambo mengi sana, shea na wenzako na wafaidike, kwa sababu elimu kama hii haipo shuleni kabisa. Hii ni elimu ya mtaani, ni elimu ya matendo pale utakapotoka nyumbani na kuanza maisha ni follow, usiache. Bye. I love you, barikiwe sana.